kwenda katika balozi za nchi kama za Kanada, Marekani, Uingereza, nchi za umoja wa Ulaya pamoja na Australia, ikiwa katika siku za usoni una mpango wa kuelekea katika nchi za ughaibuni. Tukielekea katika uchambuzi leo, nataka ni kusafirishe ni kupeleke katika eneo la mashariki ya kati. Pamekuwa na joto kali la homa ya kisiasa na homa ya mivutano ya fikra za kijeshi baina ya nchi ya Iran, nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel. Na hii inatokana na series ya matamko ambayo yamekuwa yakitokea siku za karibuni. Tarehe kumi mwezi wa sita mwaka 2025, kiongozi wa Central Command ya Marekani inayopatikana katika uh, nchi ya Qatar ambayo ndiyo Central Command inayosimamia uh, maslahi ya Marekani kuanzia kaskazini mwa Afrika hasa katika nchi ya Misri kwenda katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini kwenda mpaka katika maeneo ya katikati ya bara la Asia. Maanake ukikusanya nchi kama za Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, eh, Kyrgyzstan, Uzbekistani na mfano wake, zote zinaingia katika usimamizi wa Central Command hiyo. Kiongozi wake Michael Eric Corilla akiwa katika moja ya chemba zinazopatikana katika Kongres ya Marekani katika kikao ambacho kinahusisha idara ya masuala ya kijeshi ya Marekani aitoa kauli kwamba amepeleka options zote katika ofisi ya rais wa Marekani Donald Trump, vile vilevile katika ofisi ya waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth kuhusiana na namna gani wanaweza kuishambulia nchi ya Iran katika upande wa uh, sehemu zake nyuk za nuclear, nuclear manake zile nuclear sites lakini taarifa hii imefuatiwa na amri ya Marekani kuagiza baadhi ya maafisa wake wasiokuwa muhimu sana katika upande wa jeshi na katika upande wa idara za kidiplomasia, kwa maana ya kwamba ya balozi ubalozi wa Iraq unaopatikana katika eneo la Baghdad, unapatikana katika mji wa Erbil katika upande kule wa kaskazini mwa Iraq, katika nchi ya Kuwait pamoja na Bahrain, ikiwezekana waweze kuondoka katika maeneo hayo kwa hiari na hii inaashiria kwamba huenda katika siku kadhaa za usoni pakawa kuna joto kali la mvutano ndani ya eneo la mashariki ya kati, kiasi ambacho linaweza likahatarisha hali ya kiusalama katika eneo husika. Lakini vilevile uh, taasisi ya Uingereza UK Maritime Trade, uh, Union imetoa statement ambayo actually, ni taasisi inayo connect upande wa maslahi ya jeshi na maslahi ya biashara, kwa kuzingatia kwamba maeneo hayo ni maeneo ambayo vilevile Uingereza vile vile ina maslahi katika upande wa biashara, na ndio maana imekuwa ikishirikiana vipi na nchi kama Marekani katika upande wa masuala ya kiusalama. Imetoa statement ikizifahamisha meli za kibiashara kuchukua precaution au kuwa na umakini zaidi na tahadhari zaidi katika eneo la Gulf ya Oman au Ghuba ya Oman ambayo inapatikana chini kidogo ya mlango bahari wa Hormuz, lakini vilevile kuchukua tahadhari katika eneo la uh, Ghuba ya Arabia au uh, tunasema ni Gulf of Arabia, kuchukua tahadhari katika maeneo hayo, lakini vilevile kuchukua tahadhari katika eneo la Hormuz lenyewe hii ni kuonyesha kwamba huko mbeleni inawezekana pakawa kuna joto ambalo litakuja kutokea kubwa lenye kuhusisha nchi, nchi ya Marekani, nchi ya Iran pamoja na nchi ya Israel. Actually pamekuwa na kauli ya muda mrefu kwamba Israel ina mpango wa kuishambulia nchi ya Iran, na hasa katika sehemu za nuclear site. Movement hii ya Israel ilikuwa inaonekana kwamba inaweza ikazorota iwapo Benjamin Netanyahu asingepata uh, kura ya watu kuwa na imani naye katika bunge la Knesset lililofanyika uh, takriban jana kwenye tarehe kumi na moja lakini mwisho wa siku amefanikiwa tena uh, bunge kumprove kwamba lina imani naye ambapo kura ya namna hiyo ya kutokuwa na imani naye haiwezi tena kufanyika mpaka iweze kupita miezi sita. Maanake kama asingeweza kupita katika kura ya siku ya jana, angebaki kama ni acting Prime Minister, kwa maana kwa uh, ya kwamba ni waziri mkuu, lakini mwenye ku act, mwenye kukaimu. Maanake asingekuwa na full authority ya kuweza kutangaza maazimio kama hayo, kwamba tunakusudia kuvamia au kuishambulia nchi ya Iran. Nchi ya Iran haikukaa kimya, imejibu uh, kupitia katika baadhi ya ofisi zake, mfano ofisi ya uh, waziri wa ulinzi wa nchi ya Iran, Aziz Nasir Zeida, amezungumza kwamba iwapo Israel wataishambulia Iran katika sehemu za nuclear sites, maana yake ni kwamba Iran na yenyewe itafanya mashambulizi katika bezi zote za Marekani. Bado kidogo tunapata mkanganyiko, ni namna gani watafanya mashambulizi katika base za Marekani, kwa kuzingatia Central Command ya Marekani inayopatikana kule Qatar inahusika kufanya usimamizi kuanzia katika nchi ya Misri manake kaskazini mwa Afrika, ukiunganisha na eneo la mashariki ya kati na kuelekea vilevile vile katika uh, miji ya Uh, katikati ya Asia maanake, kama hizo, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan na mfano wake, zote hizo ziko katika uh, Central Command ya ile mashariki ya kati, ndio inasimamia eneo lote hilo. Kwa hiyo aina ya mashambulizi bado tunapata shaka, itakuwa ni mashambulizi ya namna gani ya kulipiza kisasi, iwapo mashambulizi yatafanyika katika katika eneo hilo. Lakini vilevile mkuu wa majeshi wa nchi ya Iran amezungumza, ikiwa Marekani wameshindwa kuwapiga Wahuthi bila shaka uh, kwa Iran itakuwa ni aghlabu zaidi kwa nchi ya Marekani au kwa Israeli kusema kwamba wataweza kuishambulia na kuimaliza nchi ya Israeli, uh, nchi ya Iran au kumaliza sehemu ya programu zake katika nuclear sites zake ndani ya nchi ya Iran lakini sambamba na hilo idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya atomic, International Atomic Energy Agency, kupitia uh, baraza lake la magavana limetoa kauli ya kuishutumu Iran kwamba ni nchi ambayo imekuwa inakwenda kinyume na makubaliano ya nane proliferation agreement, makubaliano ambayo actually yalifanyika mwaka elfu moja mia tisa sitini na nane na kuanza kufanyiwa kazi mwaka sabini makubaliano ambayo yanazitaka nchi zenye nyuklia kuanza kupunguza kiwango cha nyuklia. Maana yake unazungumzia nchi kama China, nchi kama Uingereza, nchi kama Ufaransa, nchi kama uh, Urusi pamoja na Marekani, kupunguza kiwango cha idadi ya silaha za nyuklia, lakini wakati huo huo kuzuia nchi nyingine zisiingie kwenye kutengeneza silaha za nyuklia pamoja na kama ni makubaliano maarufu, lakini ziko nchi ambazo zinamiliki nyuklia zimekuwa hazikubaliani na kuingia katika makubaliano hayo. Anazungumzia nchi kama ira, e, nchi kama India, nchi kama Pakistan vilevile vile na nchi ya Israel yenyewe ni nchi ambazo haziko katika makubaliano hayo, na ndio maana moja katika hoja ya Iran inapoambiwa kwamba isitishe kabisa mpango wake wa urutubishaji wa nyuklia kwa asilimia mia moja, imekuwa mara zote ikizungumza Israel inatakiwa kwanza ikasaini kisha baada ya hapo ndiyo na Iran iweze kufutilia mbali kabisa mpango wake wa nyuklia. Kwa hiyo unaweza kwa kuona kwamba hali ikoje, lakini vilevile ziko nchi ambazo ziliamua kujitoa kabisa katika makubaliano hayo kama North Korea, ambao, actually, mwaka 2003 waliamua kujitoa kabisa katika makubaliano. Sasa hali kiuhalisia imekuwa uh, joto likiongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati pamoja na kwamba bado Uh, Steven Witkoff amezungumza kwamba wanakusudia kwenda katika raundi ya sita ya mazungumzo baina yao na nchi ya Iran kuhusiana na programu ya nyuklia, lakini kama ulivyozungumza katika kipindi kilichopita, matumaini ya kwamba Iran wataacha kabisa mpango wao ni madogo, kwa kuzingatia vilevile, moja katika kauli ambayo imezungumzwa na Aziz uh, Naserzeida ambaye ni waziri wa ulinzi wa nchi ya Iran, amezungumza kwamba mpango unaofuatia sasa hivi ni kuondoa sehemu za vifaa vya senta zile za nyuklia kwa maana kama eneo kama Natanz au Fordo, kuzitoa kuziingiza katika sehemu ya underground. Na kisha baada ya hapo kuendelea na urutubishaji wao. Ukiachilia mbali hapo, vifaa ambavyo wanatumia katika urutubishaji zile centrifuge, wamekusudia kwamba wanakusudia kuzibadilisha, walikuwa wakitumia uh, wamekusudia sasa hivi, wanakusudia wame kubadilisha waanze kutumia IR6 ambayo ni moja ya vifaa ambavyo viko well advanced kwenye urutubishaji wa nuclear. Kwa hiyo uh, unaweza ukaona kwamba siku inavyozidi kwenda, nchi ya Iran imekuwa ikisikilia msimamo wake kwamba lazima iendelee na programu yake ya urutubishaji wa nuclear pamoja na kwamba kiasi kinachoonekana cha urutubishaji kimekwenda mbali zaidi ukilinganisha na kauli ambayo Iran wamekuwa wakizungumza kwamba urutubishaji wao hasa ni kwa ajili ya program za kijamii, lakini urutubishaji ambao umefika katika asilimia 60 bila shaka umevuka katika uwezo wa urutubishaji kwa ajili ya program za kijamii, na inapoelekea maana yake ni katika mpango wa kutengeneza silaha. Lakini kwa mazingira ya mashariki ya kati, wakati mwingine ni lazimu Iran isimame katika msimamo wa namna hiyo pamoja na kwamba ukinzani umekuwa ukiendelea kuwa mkubwa, ukinzani ambao actually asili yake ni makosa ambayo Marekani wenyewe wali waliyafanya mwaka elfu mbili na kumi na nane walipoamua kujitoa katika makubaliano ambayo yalikuwa yanaitaka Iran ipunguze urutubishaji wake kurudi katika asilimia tatu pointi uh, sita saba, na kisha baada ya hapo waweze kuondolea vikwazo. Rais Donald Trump kipindi cha awamu yake ya utawala aliachilia mbali makubaliano hayo kwa sababu uh, za kwamba makubaliano sio ya kudumu, lakini vile vile makubaliano hayahusishi program ya uh, ballistic missiles ya nchi za Iran. Kwa hivyo akaamua kujitoa na Iran vile vile akaamua kuendelea na program na programu yao. Sasa, kwa hali zote ambazo zimekuwa zikiendelea, ni kitu gani ambacho tuna tuna kushuhudia? Cha kwanza tumeshuhudia uh, uh, anguko la kiuchumi ishara ya kwamba kuna anguko la kiuchumi kutokea katika siku za usoni iwapo hali hii itaendelea. Kwa kuzingatia tu siku ya leo, takriban asilimia eh, mafuta yamepanda bei kwa asilimia nne. Na hii ni kabla ya kutokea kwa tukio la namna yote. Ni namna yote hii ni kuashiria kwa kwa kwamba iwapo joto hili litaendelea, kuna ishara za wazi ni kwamba gharama za uzalishaji zitakwenda juu lakini ukiachilia mbali hapo, hali ya kiusalama inaonekana kwamba kuna uwezekano mkubwa ikazorota, na hii ni kutokana na taarifa iliyotolewa na taasisi ya nchini Uingereza UK Maritime, uh, Trade Union ambayo inaunganisha meli za wafanyabiashara na upande wa jeshi, kwa maana ya kuzingatia kwamba Uingereza pia ana maslahi katika eneo la mashariki ya kati. Kwa hivyo wametoa Uh, kauli kuzitaarifu meli za kibiashara kuongeza umakini katika eneo la ghuba ya Uarabu uh, kwa maana ya uh, sehemu ya, ya maji inayopatikana katika karibia na bahari bahari ya Hindi, lakini vile, vile kuongeza sehemu ya umakini katika sehemu ya ghuba ya Oman, lakini vilevile vile katika sehemu ya Strait of Hormuz, katika mlango bahari wa Hormuz maeneo ambayo actually yanakaribiana zaidi na nchi ya Iran. Kwa hiyo hii ni sehemu vile vile ya hali ya kiusalama ambayo inaonekana kwa upande mmoja mwingine inawezekana kazole. Pamoja na kwamba nchi ya Iraq katika mazungumzo yake imezungumza kwamba haioni kama kuna hali yoyote ya, ya uh, usalama kuweza kupotea katika nchi zake nchi yake, pamoja na kwamba Marekani imetoa evacuation order, imetoa amri ya hiari ya kwamba maafisa ambao hawana majukumu makubwa katika sehemu za jeshi au sehemu za kidiplomasia la na sehemu za familia zao vilevile wakiwezekana waweze kuondoka katika, katika eneo hilo. Hii ni kuashiria kwamba kuna uwezekano kuna, kuna jambo kubwa linakuja katika siku katika siku za usoni. Sasa haya yote yanayotokea yanatupa indication gani katika siku ya mbele? Jambo la kwanza ambalo kiujumla tunaliona ni kwamba Marekani yameamua kutumia um, tishio la kijeshi ili kuishinikiza Iran irudi katika kile ambacho Marekani inaona kwamba inafaa, na ndio maana inaonekana kwamba kuna coordination, ukizingatia matamko ambayo amekuwa akitolewa na Benjamin Netanyahu, na yanaashiria ya wazi kwamba ni coordination baina ya Marekani na Israel kwamba ikiwezekana Israel anaweza akaanza na kisha Marekani akaja akamsaidia. Jambo ambalo ve tunaona kabisa kwamba Uh, mafanikio yake yanawezekana sio makubwa kama vile inavyokusudiwa. Kwa hiyo hii ni picha ya kwanza kwamba Marekani inaonekana imekusudia kutumia uh, vitisho vya mashambulizi ya kijeshi ili kuisindikiza uh, Iran iweze kurudi katika msimamo ambao Marekani anaona nafaa, japokuwa ni msimamo ambao Marekani wenyewe walipoteza kura ambayo walikuwa wanaweza kuitumia kwa ajili ya Irani kwenye programu yake ya urutubishaji wa nyuklia. Lakini jambo lingine ambalo tunaweza tukaliona kupitia uh, joto hili ambalo limekuwa likiendelea uh, ni umuhimu wa kura ya jana iliyofanyika katika nchi ya Israel, kura ambayo iliendelea kumrudishia confidence uh, Waziri Benjamin Netanyahu kwa kuzingatia kwamba wapinzani walikuwa wameleta kura ya no confidence kura ambayo lau ingepita kumpinga waziri Netanyahu, maanake angesimama kama acting prime minister, maanake waziri mkuu ambaye ana kaimu. Kwa hivyo asingekuwa na maamuzi mengi kama haya ya kusema kwamba nitaishambulia nchi ya Iran. Kwa hivyo kura ya jana, maanake ni kura ambayo imempa, uh, ushindi uh, waziri Netanyahu kiasi ambacho inawezekana kwamba kuna mission zingine zikaendelea za kuendelea kumfanya yeye aweze kubaki katika nafasi yake kama waziri mkuu. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona ni kubadilika kwa attitude moja kwa moja ya nchi ya Iran. Iran imekusudia kubadilisha uelekeo wake katika upande wa urutubishaji wa nuclear. Na hasa ni kutokana na azimia ambayo limepitishwa na idara ya masuala ya kiatomik ya Umoja wa Mataifa, International, uh, uh, Atomic Energy Agency, ambayo kupitia katika baraza lake la magavana wake limezungumza kwamba kuishutumu nchi ya Iran kwamba imekuwa ikienda kinyume na makubaliano ambayo actually, huwa yanazitaka nchi ambazo uh, ni wamiliki wa silaha za nyuklia basi waweze kupunguza kiwango cha nyuklia, maanake unazungumzia nchi kama za China, Uingereza, uh, Marekani, Urusi pamoja na Ufaransa kupunguza kiwango cha nyuklia, na nchi ambazo haziko katika, katika, katika uzalishaji wa nyuklia, maana yake ni kwamba zisiingie katika, katika mpango, pamoja na kwamba kuna nchi kama uh, Pakistani, India pamoja na Israel zenyewe hazijaingia katika, katika mpango huo, na nchi kama ya Korea Kusini iliamua Korea Kaskazini iliamua kujitoa katika makubaliano hayo mwaka elfu mbili mwaka elfu mbili na tatu Kutokana na kauli hiyo ambayo imezungumzwa na uh, uh, International Atomic Energy Agency, imepelekea Iran kujibu mapigo kwamba mpango anaokuja nao sasa hivi kwanza ni kuchukua vifaa vyao vile vya uzalishaji katika sehemu kama za Fordo au Natanz, ambazo ni senta kubwa za uzalishaji wa, au rutubishaji wa uranium kuziingiza katika gemba ambazo ziko chini ya ardhi kiasi ambacho kama kuna atake ya namna yoyote itakuwa na athari ndogo sana. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili kuboresha ile miundombinu ya urutubishaji maana yake unazungumzia zile centrifuge zile mashine za centrifuge ambazo actually Uh, kwa sasa hivi Iran ilikuwa wakitumia zaidi IR1, yaani namba IR1 aina hiyo ya mashine. Kwa sasa hivi inaonekana kama wanataka wa shift waelekee katika IR6 ambayo ni advanced, ni mashine ambayo iko very advanced katika urutubishaji wa uh, madini ya uranium. Kwa hivyo tunaona kabisa kwamba move inavyozidi kwenda Iran nenyewe inaanza kuchukua uelekeo wa tofauti wa kimaamuzi kwa kuona kwamba mazingira inawezekana yasiwe salama. Lakini kingine ambacho tunachokiona kufikia katika hatua hii ni ishara ya wazi kwamba a uh, zile tanzu au yale matawi ya nchi ya Iran kwa kiwango kikubwa imekollapse. Na kiasi ambacho Marekani na Israel wanaona kwamba kazi iliyobaki sasa hivi ni kudili moja kwa moja na nchi ya Iran, baada ya kuonekana kwamba uwezo wa Hizbullah umeweza kuporomoka kwa kiwango kikubwa au kwa kiwango fulani, pamoja na kwamba bado imekuwa ina ushawishi. Ukiangalia katika uchaguzi uliofanyika siku za karibuni katika nchi ya Lebanon, waliweza kupata tu viti vingi hasa katika miji, katika miji ya kusini. Na ukiangalia katika eneo la Siria ambapo ilikuwa inaonekana kama ndio ateri, au ndio mshipa mkuu wa kuweza kusupply silaha na logistics zingine kwenda kwa vikunde ambayo vinaonyesha upinzani kwa uh, Israel baada ya Syria kuanguka, maana yake inaonekana wazi kwamba Marekani na Israel au na washirika wao wanaona kwamba kwa muda kwa huu tunaweza tuka act moja kwa moja kwenda kuishambulia nchi ya Iran, pamoja na kwamba tunachojua ni kwamba maslahi yake inawezekana sio makubwa kwa kwa kwa kiwango kwa kiwango hicho. Kwa hivyo kwa mvutano jinsi unavyoendelea kwenda hatuoni picha moja kwa moja kwamba Iran inaweza ikabadilisha msimamo wake, hatuoni picha moja kwa moja kama Iran inaweza ikabadilisha msimamo wake, na hii inakuja kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza ni kiwango cha hatari kilichoongezeka ndani ya Mashariki ya Kati, kiasi ambacho kuna baadhi ya nchi ambazo zinaonekana kwamba zina mpango wa kushambulia Iran moja kwa moja, jambo ambalo kwa sura nyuma lilikuwa halipo. Kwa hiyo kwa kiwango iko cha hatari inaonekana kwamba Iran ina haki ya kufikiri tofauti na vile ilivyokuwa ikifikiria siku za nyuma, hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, uh, tunaona kwamba uh, kwa umuhimu wa program ya urutubishaji wa uranium katika nchi ya Iran. Tunaona pia ni sababu nyingine ambayo bila shaka uh, haiwezi kaifanya Iran ikakubali mpango wa Marekani kuhusiana na swala la kupunguza urutubishaji lakini jambo lingine, kutokana na dokumenti ambazo zimetolewa leo na nchi ya Iran zikimshutumu uh, mkurugenzi mkuu wa idara ya atomic ya Umoja wa Mataifa uh, Grossi, kwamba amekuwa akishirikiana na nchi ya Israeli katika baadhi ya mikakati ya kuzorotesha mpango wa urutubishaji wa, nyuklia, wa nchi ya Iran, kwa hivyo kwa, kwa shutuma hizo, na kuna baadhi ya dokumenti ambazo wamezitoa zikionekana kwamba kuna baadhi ya barua ambazo zilikuwa zikiandikwa ziki baina ya Grossi na serikali ya ya, ya, ya, ya Israel, ni kuonyesha kwa wazi kwamba Iran kuna uwezekano mkubwa isikubaliane na proposal zote ambazo zinakuja kwa lengo la kuitaka Iran iachane na mpango wa urutubishaji. Bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kutazama zaidi tukitaraji kwamba inawezekana katika siku za usoni tukapata picha iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe tu usisahau kusubscribe kulike kushare pamoja na kucomment. Uwe na mda mwema.